Mchawi bila penalti atushindi, atafurahi mchawi. Tumefunga goli tano, toa goli moja, zibaki nne. Sasa penalti, ah <tosan> <tosan> <tosan> <tosan> <tosan> <tosan> Tumefunga goli tano, mm. Penalti litoa zibaki nne hapana, eh, eh. li Pena, apa. ah, mm. Ndo mpira amefanya makosa, lazima azibiwe. Ukifanya kosa kwenye dakika 90, lazima wazibiwe eh. Lakini mimi niseme namshukuru na Mwenyezi mm. Mungu kwa sababu target yetu akila mechi kupata matokeo inaendelea vizuri, na niwaambie wanasimba wazidi kukaza uzi mpaka mechi zetu hakikishe zinaisha. Hayo mengine tumwachie Mwenyezi Mungu na, na, na wenye mpira wao mm. mechi zetu zote hasa ukivaa nembo ya GSM mm kwetu wewe unakuwa haramu kama alivyokuwa haramu pamba leo. Yes. Kama alikuwa haramu leo pamba kwetu ni haramu, kama vile mtu kumnajisi mwanao ndio. Hey, kama, kama pamba leo, kwa sababu pamba kama je shemu kwa hiyo kwa Simba ni haramu, kwa hiyo mtoto haramu na tumemtafuna kiharamu. Mbunge ulimsikia mbunge anasema kwani Yanga na bodi ya ligi nani anacheza dabi? Aelewi yule mfanyabiashara, biashara aelewi mpira wa Tanzania ukoje? Angewafuata viongozi wake afu wamwambie aliyowatuma wahuni wakazuia timu yetu ni nani? Alafu nando arudi kuzungumza na Simba mezani. Mpira uingiliwi na serikali. Hata Mheshimiwa Kabudi kasema serikali hawaingilii, wanawachia majukumu TFF. Mbungi tarehe 15 inachezwa na sisi wanasimba, mikakati yetu ishaanza tarehe 15 tunaenda kummalizia yule ambaye anapigapiga kelele shahata kidogo, sababu okay, hata jimbo lake linamshinda biashara eh. Wanzia nauli wanafanya 30000 na yeye anafanya 15000 eh. Abaki kwenye biashara. Kwenye mpira hakuwezi ateba. Anasema ateba nafasi kumi, anatumia nafasi mbili, ana goli 11 eh. Tunamheshimu na atafanya vizuri, kuna siku atafanya vizuri kama walivyokuwa na mzalao Budo Mutale. Leo kila mtu kamwimba Budo, na mimi kwa mechi ya leo mchezaji wangu bora Budo Mutale. Mutale ambaye alikuwa anamkataa Budo Mutale, sijamkataa eh. eh. Klipu zangu zote ukisikiliza sio kumkataa Budo Budo Mutale na sio Budo, Budo. Mm. Mchezaji yeyote wa, wa Simba mimi kwangu ni mali kwa hiyo kama yuko uwanjani au yuko nje ya uwanja ni mwanajeshi wa klabu ya Simba. Akikosea nazidi kumpa support aweze kufanya vizuri. Hata John Charles aua leo, kila mtu kakubali. Watu walimwimba vibaya, ila kila siku napiga kelele, leo ana gori 15. Kafunga magori kwa staili zote. Staili ya penati, staili ya kichwa na penalti na paulo ya nje ya box. Penati zimekuwa nyingi sana kwa huwa. Ukifanya makosa lazima uadhibiwe, ndio sheria hata mke akikukosea inabidi umwache au muone umpe talaka kwa hivyo sheria zipo sehemu zote kwa hiyo haiwezekani wewe ufanye makosa levo asikupe asitoe adhabu kwa sababu eti anaogopa sijui nani kasema amna revo anachofuata ni sheria 17 tunaweza tukasema kwa hichi kinachoendelea kwa Jean Charles Ahoua pengine bila Ahoua Simba ifanye vizuri sio kweli sio kweli kuna mechi iliyopita tumeshinda au hakuepo mechi Mechi tumeshinda tume eh. Simba tumeshinda, tumeongeza point mm. tulikuwa nyuma kwa point kumi na mbili, leo tuko nyuma kwa, kwa point nne na mchezo mmoja juu sawa. so, tukishinda mechi inayokuja Jumapili zidi ya KMC eh. wale jamaa wale wanaosema wachezi si wana mwiko nyuma eh. tunaenda kuutoa ule mwiko wao si wana mwiko nyuma e. hey. asabu ndo kauli yao hey. mwiko nyuma hmm. tukimfunga KMC tunauchomoa ule mwiko afu tunatulia tunaangalia kuna sehemu ya kuchomeka tena hey. kama amna basi eh. eh sindo mwiko nyuma eh kama mwiko nyuma tutatoa mwiko sababu tukimfunga KMC tutakuwa tuna sitini na tisa wala sabini kwa hiyo tushau karibia mwiko tunauchomoa mwiko nyuma timu yetu yeah. hmm. bora hmm. leo pamba kwa sababu ya GSM hmm. tumewachezea mpira wa nusu fainali zidi zidi ya ya ya South Africa. mzito Shabani. Bila zidi ya na ndo umepigwa leo ndo maana umeona wote maneno ya msemaji msemaji nani? wao. wamepoteawana kawaida ya kusema ili mradi wapate wapate viewers katika mitandao, lakini hamna mtu anayemweza kumzuia Simba. Huo ndo kweli. tutegemee taarifa kwa umma kwa haya matokeo tena kukazia ule msimamo, hawachezi kwa haya matokeo waseme, lakini mechi tarehe 15 inachezwa Sisi tuna waseme mechi mm. -hmm. tarehe, sisi tunajua mm -hmm. wanataka hekima za rais mm -hmm, an, ana majukumu mengi mm. wasimuingize kwenye hivi vitu swala. So, la fei rais aliwapa ubwabu watu wale, wameenda kumaliza. yeah. Eh. ubwabu wakamruhusu eh. wa, wa fei ende Azam mm. -hmm. Hili ya ya ili rais hatutaki aingilie mamlaka, ya mpira ndio iliyoamua mechi tarehe 15 kama anasubiri kauli ya rais mm. -hmm, basi rais ana majukumu mengi. Na mheshimiwa rais, heshima yako mm. baki majukumu yako, kwenye mpira mwachie baba wale sikalia rais wa mpira. Unaamini Young Africans timu atapokuwa alama 15 Shabani kwa ukubwa wake. Siku ikifika ndio utajua nani atapokuwa point. Si walienda kasi. He, wamefeli He. na siku ikifika ndio utajua kama wao He, wakubwa au babakaria au sheria na ndio iko, iko, iko, na ndio kubwa. Ikifika siku hiyo acha wagome He, waende kuambukizana ujinga wanaogoma mechi isichezwe Yanga wa mwaka 80, 85, 90 mpaka mwaka 2000. mbili wenyewe na Yanga wao wanasema mechi ikachezwe. Unakia nani hapo? Sio wa wadogo wadogo wa kina mwalimu, sijui nani, waganga njaa, wenyewe walioipambania Yanga mpaka amefikia hapa, wanataka ya mechi icheze.

Si wana mwiko nyuma, tunataka tuuchomoe mwiko. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Eh, akiondoka na ushindi wa goli tano kwa sifuri zidi ya uh, Pamba Jiji Football Club. Ayo, Simba, ya Pamba Jiji ni mashabiki wa Simba kutoka hapa KMC mnyama Simba akiondoka, hey, na ushindi wa goli tano. Hii ni cha Pesa Media kwa update zote za kimichezo. Mchezo umemalizika mnyama Simba kiporo chake si cha 4. Ee, mnyama Simba amekimaliza vizuri kabisa ee, watoto wa Pamba Jiji leo wameonyeshwa shughuri, walisema walitama na mambo mengi walitambia, lakini mwisho wa siku Pamba Jiji wamekufa goli tano eh, kwa, si, kwa moja. Ni mambo mengi yamezihirika. Mnyama Simba Sports Club hii leo amepata ushindi wa magoli mengi zaidi, magoli matano kwa sifuri. Ni mashabiki kama unavyoona eh, tupo na Shabani Mpira Pesa. Eh, na hapa katika uwanja wa KMC Complex. Yaani

Ni mambo mengi yamezihirika ya Masimba Sports Club hii leo. Amepata ushindi wa magoli mengi zaidi.